The unaangalia Baba Sam The King Tanzania TV Channel, kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi yetu iitwayo Kambi la Mizimu sehemu ya kumi, ambayo hii sehemu ya kumi bwana ndiyo sehemu ya mwisho kabisa, sehemu ya mwisho kabisa. Sehemu ya tisa tulipoishia, tuliona bwana hmm, Mazengo akiwa pamoja na Mariamu wakiwa wameotea upepo, yani wamekaa nje wenyewe, hawana tatizo la aina yoyote, wana kura zao kiyoyozi, au sio? Lakini mwisho wa siku hapo hapo mzimu ulitokeza sauti zake e, uka, ukaanza kuzungumza kabla hata hawajaanza kuamaki kwamba ni kitu gani ambacho kimetokea, ile wanashtuka tu tayari wakajikuta wako shimoni wamezikwa pamoja na baba yake na Mariamu, yaani Mazengo, baba yake na Mariamu ambaye ndiye bwana Kalimanzira pamoja na rafiki yake bwana Masanja na Mariamu mwenyewe. Kwa hiyo shimo hilo limemeza watu wangapi? Wanne. Lakini tukaenda tukaona bwana bwana Kabogo mke wake Tedi amepona, bwana mke wake Tedi amepona, hatimaye akampigia rafiki yake simu ambaye ndiye dokta Dokta George ili aweze kuja na kumtazama huyo Tedi. Mtunzi na msimulizi wako ni mimi mwenyewe Hasdi zero two Baba Sam the King. Kama endapo hauja subscribe channel hii bwana, uhondo unakupita. Subscribe ili uweze kupata simulizi